Mbeya wamekuandalia mkutano wa siku tatu za maajabu yasiyo na hesabu, yaani ni siku tatu za moto usiyozimika tarehe 17, 18 na 19 mwezi wa kumi. Muhudumu wa mkutano huo ni Profeti Deo Njeni Mwasambamba kutoka ni Mwanza. Mahali ni katika viwanja vya shule ya msingi Mapambano Airport ya zamani jijini Mbeya, muda ni kuanzia saa nane na nusu mchana mpaka saa kumi na mbili jioni. Walete wenye matatizo sugu, Yesu mtenda miujiza atawafungua walemavu, waliopoza, wenye magonjwa, waliofungwa na vifungo vya giza kuwekwa huru kabisa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile Ikupa Mwambenja, Molin Boas, wakiongozwa na Victoria Naza, na bila kusahau kwaya mbalimbali zitakuwepo. Mwenyeji wa mkutano huo ni Apostol Mbunda wa Lasti Glory Ministry ni Mbeya. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 075773 au piga simu namba 0746634749. Usikie hapo tangazo hili, mwambie na mwingine, ili na mwingine amwambie na mwingine barikiwa. Tena umenishindia hey. Asante mama, nakushukuru.